Yes, habari? Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, uh, Em tuzungumzia ni kuhusiana na na time interval. The interval. Uh, na hapa interval na zungumzia ni interval ya mahusiano. Eh, uh, ile time interval tukizingatia tutakuwa tupoteze muda. Kwenye swala la ndoa, hivi interval inayokusudia pale kuanzia ushaanzisha mahusiano, na kusudia umeshachumbia, kama umeshamweleza mwanamke kuwa anataka kumwoa mpaka kufikia ile tukio lenyewe la ndoa. Maana kwenye ndoa ndo mtu anakuwa halali, mwanamke anakuwa halali kutumiwa na mwanamume, anakuwa halali kumtumia mwanamke Si tumefahamiana Eh? Sasa kutoka hii siku ambayo umechumbia ama umeposa, kwa wale watu wanaopeleka posa, naona mpaka ufikiria ndoa, angalia hapo kuna muda gani? Mimi napelekea mara nyingi sana huwa napenda muda hapa, time interval, between e, yani kati ya ule ndoa e, kati ya uchumba na, na ndoa kusizidi zaidi ya miezi mitatu, kusizidi zaidi ikiwezekana ipungue, na hapa isizidi zaidi ya miezi mitatu, kwa yule mtu ambaye amekusudia kheri, amekusudia kwamba mimi sasa naingia kwenye ndoa kinagaubaga. Maanake ni uchumba, kaposa kama sheria zinavyoruhusu. Baada ya kuposa, tarehe zinapangwa ta kwa sababu hata miezi mitatu ndo vile tu, kwa sababu upande wa mwanamke wanataka wapike wali na na nini na kuendelea, wewe umeona sijui, na upande wa wanaume wanataka nini? Kuna kuna michango michango kama inapokuwa siku hizi. Majambo kama haya pekee yetu tu yawezi kulingana na hali ya maisha, lakini baadhi ya watu sasa hivi wamefanya bidhaa moja eh, wanachokifanya wao akishaposa tu si tarehe inasubiri na kisha toa ile posa, tarehe zinasubiriwa na ya, ya baada baada kutoa mahari si wanasubiriwa na umu watu tarehe, basi wao wanasema sisi tunakuja kwa wiki ijayo, kimya kimya, mtu fulani watu wamekuja tu watu, watu, watu, sita au saba kwenye kwenye ndoa yao siju mama baba siju shekhe shekhe shekhe na siju nani nani wali wake mwanamume wamekuja hapa na hapa wameenda kwa upande wa, wa wanawake wameoa, yani harusi watu kumi tu tayari. Baada ya hapo sasa ndio wanasubiria masuala ya nini ya harusi. Harusi ni sherehe, ndoa ni ile umekubali kubuli wa ijabu umekubali kumuoa fulani binti fulani, ndio ndio. Yuko wapi yeye yeah? yeye yeah. Sasa haya yachukui muda, lakini wewe unakwenda kwa mtu wa mtu unaposa, afu mnakaa mchumba wangu mchumba wangu, miaka mwaka wa kwanza, wa pili, eti nitakuja kumuoa. Ikiwa e mwanamke una akili timamu, huwezi kuruhusu mwanamume akuchezee kesi kama hichi, huwezi hata mara moja. Kwa hiyo mimi ninachokiomba <clears throat> Uh, ah, ama ninacho washauri eh, ndugu, ndugu zangu katika pande zote, hakuna dini inayoruhusu zinaa, hakuna uzinzi dini yoyote. Hata mpagani anasema yeye ana dini, naamini Mungu lakini anajua kabisa zinaa haifai, na akitaka kuingia kwenye ndoa, akitaka kumpata mwanamke wa kujidhana naye, anatafuta tu njia ya kujihalasisha, kwa sababu si Mungu Mwona, hawa tumi dini fulani. Kwa atamia njia ili ionekane halali yule mtu kumtumia, huyo mwanamke kumtumia, ama mwanamume mwana kuingili, mwanamke kuingiliwa na huyo mwanamume mwana, mwana ambaye baadaye atamwita ndo mume wake. Hata wale waabudia moto majusi wanajua zina haifai kiumbe chochote katika viumbe vya kibinadamu, ambao sisi tumewekea utaratibu maalum, sisi tumefahamiana. Kwa hiyo tujitahidini, tupunguze huu muda, ni bora ukafanya uh, ndoa ikaisha Mkasube, mkapanga maharusi ma, ma, ma, maswala ya sherehe tena hayo mtaoja kupanga siku nyingine. Umeona, hatuna tabu sisi ya kwenye kwenye maswala ya kuoa mahali bega na kuna mahali tu, uh, tu, yani, tuepesishe mahali umeona eh? Lakini mahali sio sisi wanaume tunaanza kuwapangia wanawake, ah, ni wanawake wao wenyewe wajue bana, jambo la kheri, umeshaona, na hii ni, ni, ni hidaya kwa wao mahali, na anatoa mwanamume, umeshaona eh, kwa, kwa kutoka Mwenyezi Mungu kumpa mwanamke yeye mwenyewe kwa ajili ya hiyo kumiliki kihalali. Mbona hiyo haturuhusi kutiana nayo ni wao wenyewe namna ya kufanya. Lakini pia sisi kama washauri tunaomba mara mara nyingi ninakuja muombe baba kiasi fulani au vifaa fulani au hivi watu wa watu wa furniture kufanya furniture maana hiyo tutafanya nini? Tunaomba tahfifu. Hebu demat tupunguzieni kidogo. Kwa mkiomba tahfifu basi inshallah na nye mpe. Kwa hiyo hivyo kataazi na asante.